Mashabiki wako wengi uwanjani ukitilia maanani tayari e, huu ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Unaweza ukaangalia kwa nje kabisa hali halisi ambayo hipo e, kwa hivi sasa mashabiki hao unaowaona ni baadhi tu, kwani nje kuna msongamano mkubwa sana, na hata msongamano wa magari, na uhakika wengine watafika hapa au watafanikiwa kuingia katika muda ambao mchezo umekwisha kuanza Wenyeji wa mchezo huu wa leo kwa maana ya kwamba Young Africans ndio hao hapo wakiwa leo hii wanaingia uwanjani na jezi zao za rangi ya kijani. Hii ni timu ambayo wanaingia kama mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara changing room hiyo ikiwa katika unadhifu wa kisasa kabisa. Goalkeepers kit naiona jinsi ilivyo, lakini pia unaweza kuangalia uh, jezi uh, zikiwa zinaonyesha wachezaji. Clement Mzize mmoja wa wachezaji ambao ni gumzo kubwa uh, na amekuwa akiwindwa na vilabu vingi vikubwa sana barani Afrika. Lakini Mudathir Yahya, unaona jezi yake hapo ikiwa imening'inia, na hii ni nembo ya wananchi Young Africans. Hawa uh, wanakuambia daima mbele nyuma mwiko, na hivi ndivyo ambavyo wameingia uwanjani taratibu kabisa bila vurugu ya aina yoyote. Na kama unavyofahamu zinavyofika mechi hizi, wale wanaoitwa makomando hawakosekani kuhakikisha kwamba hamna dhambi yoyote, hamna tatizo lolote linalojitokeza kwa wachezaji au yale mambo yaliyoko hapo. Sasa ni muda ambao nakupa fursa ya kufahamu nipo na nani hapa. Nipo na Amri Kiemba mchezaji wa zamani wa timu zote mbili ambazo tunaenda kuziangalia leo hii uh, lakini pia timu ya taifa ya Tanzania na vilevile ni naye Abisai Steven. Tunachoendelea kukiangalia hapa ni kikosi uh, cha wananchi ambacho kinashuka taratibu uh, kuweza kujiandaa uh, kwenda katika vyumba vyao na baada ya hapo waende uwanjani kukagua au kufanya pitch feeling. Kila mmoja kama unavyoweza kumwona anaingia uh, katika ya, Kiemba pamoja na Abisai. Hiki ndo ambacho tunakiona hivi sasa. Sasa tuanzie hapa Kiemba. Haya maisha umeyapitia. Maisha ya namna hii tunayaona yanaanzaje katika siku hii kutokea hotelini mpaka hapo? Ah, kwanza ndo wakati ambao pato wachezaji wa hawazungumzi, unaweza kuwa mnakaa na mshikaji wako, lakini safari ya kutoka hotelini kuja kiwanjani kila mtu anawaza ni kitu gani ambacho anaweza akakifanya siku ya leo. Kwa hiyo huwa kuna maandalizi ya mwili, kuna saikolojia ambao hapo inaingia mambo ya ibada na nini kwao, unaweza kuta mtu anasikiliza baadhi ya vifungu vya Biblia ama Qurani. Lakini kwa upande wa Romaine Falls ni kocha mpya e, ni mara kwanza anakuwa na Yanga, alikuwa na pre-season na baadhi ya michezo e, kwenye siku ya, siku ya Yanga kwake, hii ni dabi ya kwanza, kwa hiyo wengi wanatamani kuona atafanya nini. Na pato hapo wanapoona ni chumba cha kubadilishia nguo cha klabu ya Simba. Eh, hii ni logo ya klabu ya Simba ikionyesha jina la Simba na mwaka ambao klabu imezaliwa 1936 na jezi yao ya msimu mpya ambao tayari wameshazindua na tuliiona kwenye tamasha la Simba, jezi ya Yusuf Kagoma, Kibu Dennis eh, Mpanzu Eli, Kibisa Wala. Wengi wanasubiri kuona atafanya nini kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo hayo ni maandalizi ambayo yanazidi kutuaminisha kwamba mechi tunayo, tunasubiri muda ufike tuweze kuona. Bado pia umegusia wa Afrika ya Kusini kuna nio mayema kwenye timu ambayo ametoka Afrika ya Kusini Russian Derok pia ametoka uh, Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni dabi ambayo kadri tunavyochukua watu kutoka mataifa mengine kuja kushiriki kwenye benchi la ufundi au wachezaji, wanafanya familia zao zizidi kuifuatilia dabi, kwa hiyo inazidi kuwa kubwa Afrika kadri siku inavyozidi kwenda, kulingana na usajili. Na nikwambia hapa, uh, wakati wetu tuliangalia wananchi wakiingia, Padu Davis huyu akiingia na wachezaji uh, wake uh, tayari kabisa. Kwa dabi yake nyingine uh, unawaangalia jinsi ambavyo wamedumbukia uh, na uh, wakiwa na Shomari Kapombe ambaye wao ni wachezaji tuliona katika tamasha la Simba wakitambulishwa na Mzamiru Yasi, wachezaji walioweza kudumu kwa muda mrefu kwenye kikosi hiyo, na fa wanaamini kwamba ni lazima wawepo wachezaji wa kaliba hiyo ili kuweza kuwaeleza wageni culture ya timu inaenda vipi. Kemba hilo linasaidia nini? Hivyo ili muweze kuiendea, kuna watu lazima watoe historia ya dabi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo uh, kwa Kapombe pamoja na, na Mzamiru wana kazi kubwa ya kuwafanya hawa vijana wageni waweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinafanyika. Kina